Jasho langu riziki yangu. Pida pia upande huu ni TVS. TVS pia ni hali niyo hiyo, wazajaziwa standard pia, wazajaziwa ova oversize. Pida upande nyingine nashughulika na kujaza brake lining na kujaza clutch. Nilianza nikaanza kuongeza ujuzi, nikaja nikaajiriwa nikakaa, nikaingia boda. Nikaona vile kazi hizi zimekuwa chini, nikaingia hapa, ndio saa hizi nimetulia mali hapa nafanya hiyo kazi. Uh, hali ya maisha pia ilichangia kazi kuwa uh, chini pia, na kama ujuzi huko, mbona mtu alalie masikio? Afadhali mali, kuna riziki inapatikana acheze kote ya kipato ikoje? Je, unayo familia na kipato hiki kinakuwezesha ili kuimudu familia yako, ama iko vipi? Familia iko nashukuru, kwa sababu hata huku kingine kikosekana, bado upande mwingine pia nang'ang'ana, so silali njaa, nashukuru Mungu. ukisema upande mwingine maanisha nini? Upande wa bodaboda? Ina maana kwamba wewe unafanya mechanics na bado tena unafanya boda boda. Kitu na mtu labda haipatikani, mtu ako na haraka nayo inyo stress, ndio hiyo pia upande mwingine stima zikienda hivyo, kazi imeketi hivyo, ni basi mpaka stima zirudi. Ni part of mechanics, na kuna kijana yote yule anaweza kuja ka join na tukaendelea na biashara. Pengine ungezungumzaje kuhusiana na wale vijana ambao watasema hakuna ajira? Ni hatua uh, kazi ni kazi Usiogope yani mahali, fanya tu kazi yote yenye kuja mbele yako, fanya, ni ujuzi pia. Ukienda huku ukipata hiki ukipata hiki ukichanganya, ni ujuzi tayari. utawaambiaje wale ambao vijana bado hawajapata ujuzi? Kazi ni kazi, na pia si kuna polytechnics? Nilikuwa naomba tu wajiunge tu na polytechnics, ama wakuja majuakali, waende mahali kuna kazi, keti na mdosi na mwenye ameajiriwa, iba tu ujuzi pale, lakini mambo mengi tu yani, uvivu nini nini, kujituma kitu ya maana kwa vijana. Vijana tujitume, tuache kuzubaa. Asante. Namna ndio makala ya jasho langu leo hii. Mimi ni Julius Mariki, Radio 47 Kaunti ya Taita Taveta. Jasho langu riziki yangu.